Kutoka hapa Kimara Dar es Salaam, kwa kweli ile siku ambayo tumekaa ndani siku tano tumeathirika sana, kwa sababu kwanza halisi kiuchumi, tunahangaika mchana na usiku. Sisi maeneo kama sisi hapa ambayo tuko barabarani tunajishughulika na shughuli ndogo ndogo kama saali, tumeathirika kweli, maana kwa kwanza tumepoteza vitu vingi ambazo tulikuwa tunafanyia kazi Vitu vimesha pasuapasuliwa meamenyeza kiuchumi, kwanza ulikuwa tumetezeka sana, kwa sababu ilikuwa hatutegemea kwamba Tanzania itakutokea furugu kama hiyo. Kiuchumi kwanza maduka ilikuwa hamna, hamna magenge, nyanya moja ni shilingi elfu moja achana na unga, unga uliuzwa mpaka elfu tatu mchele shilingi elfu tano kilo. Wao, kwa kweli, tumeasirika sana ha. Kwa ushauri wa watu walioandamana, hawajaandamana kihaki, kwa sababu kwanza wamechoma nyumba za watu, yani nyumba za watu makazi za watu, wamevunjavunja makazi za watu. Kwa hiyo hawajaandamana kihaki, kwa sababu ingekuwa wanataka kuandamana wa kihaki, wangeandamana na wasingechoma masheli, wasingechoma maduka za watu, wasingevunja maeneo za watu. Kwa sababu hapa ah tukipiga tu hapa Kimara tu mali za watu zimeibiwa sana yani, ukitembea hata maduka za watu hapa hapa karibu, kama unavyoona hapa, kituo cha polisi imechomwa, ukitembea ukiingia ingia ndani hapa imechomwa yani, yani maduka za watu zimeenda nyingi sana, mali za watu zimepotea nyingi sana kwao, kiuchumi watu kweli kishuka hizo yani, zikutano watu wameshuka kiuchumi sikweli sana.